Nipo na Mr. Sultani, tutajadili moja, mbili, tatu kuhusiana na michezo uliofanyika jana na leo. hii tena kuna kambumbu linapigwa hapo nchini Eswatini, Simba zidi ya Msingizini. huyu mwana Simba, ila tutamsikiliza nini anakiongea kuhusiana na watani wake. Mr. Sultani, um um, mambo um, ni aje baba? Ah, fresh na bia. Fresh kama kawaida ndani ya mawe. Eh, chuma moja, mambo mawili yametokea kwenda umeenda kwa furaha, marudio anarudi na uzuni. Wagaratia wana Yanga wamefungwa zidi ya Silver Striker, goli moja kwa sifuri. Unazungumziaje mchezo wa jana? Kwanza tulianzia na hapo uh. Kwanza niwapongeze japo wamefungwa, niwapongeze kwa sababu unapokuwa ugenini mchezo na matokeo matatu, haswa ukiwa ugenini sana sana inakuwa sana sana tokeo la kufungwa na sare, lakini kushinda ugenini labda ukutana na timu dhaifu sana lakini ukutana na mm. timu ambayo kidogo at least inajiweza ina mm. yaani mategemea matokeo mawili kuyapata mm. yani sana sana sare au kufungwa mm. na ndicho ambacho kimetokea jana. Kwa hivyo Silva wanajiweza mm. Silva wanajiweza sana. Sio kawaida yako kuwapa hongera wana Yanga. Leo kwa nini kwanza mwapa hongera Sultani? Mimi sielewi. Mimi na nimewapa hongera kwa sababu jamaa jinsi, yani mfumo ambao wamekuja nao wa jamaa Silva, yeah. Silva wamekuja na mfumo tofauti ambao wao wow, walivyotegemea au mashabiki wengi walivyotegemea sicho ambacho wao wamekitoa wana Silva. Sasa hivi wamekuja na surprise ya kutosha sana. Hata mimi binafsi sikutegemea yatakutana ya surprise kama ile ya kufungwa, yani sikutegemea kabisa. Shida nini sasa? Wenda kwa jana mchezo umeangalia dakika 90, Sultani, unadhani wana Yanga kupoteza mechi yao ya jana tatizo lilikuwa wapi? Wachezaji kuchoka au kocha mbinu za kimchezo zile zilizotoka nayo kule Mbeya City kufika kule nao zimeenda kumbadilishia tena matokeo au shida hasa ni nini? Kwanza, Yanga hawakuwaheshimu wale jamaa, yani wazalao hawakuheshimu hata kidogo. Yani ukiangalia mpira, yani toka ile mechi inaanza mpaka na malizika, yani yanga hawakuonyesha tu kwamba okay, na sisi awa ya tuwape nafasi kwamba na wao nawo watu wa, wa, wa kuwaheshimu wa, wa afu hapo wa wa nyumbani kwao, lakini Yanga walichokifanya yani, moja kwa moja wakacheza direct football, moja, moja, moja kwa moja, hawakuwaheshimu yani, walicheza na mabeki watatu mwanzo mwisho, yani unaona kabisa yani timu wao Yanga wanacheza wakiwa nyuma kwa wachache, wale jamaa wapo nyuma wapo wengi kwa kuheshimu Yanga, walikuwa wafanya kama press tu eh, yeah, yeah walikuwa wafanya kama vile press, wakichukua mpira kwa kwa, kwa kushtukiza wakienda mako. Kuna muda Yanga walikutana surprise, kuna muda fulani hivi kama mabeki kama zinayumba hivi kutokana kutokana na wajamaa walikuwa na heshima alafu wanawashtukiza Yanga na beki wa Yanga, kama unavyojua yani beki wa Yanga wanategemea sana kiungo wa kati. Kiungo wa kati akikati, akikatika tu ina maana kwamba wale wanakuja kufanyaje, wanaonekana kama vile. Na kwa jana Aziz Andambule, kidogo inaonekana ile energy aliyokuwa anaitumia Taifa Stars na ile katika dabi ya Yanga na Simba ilishuka kwa jana. Ah yani, kwa kifupi jana, asilimia sabini wachezaji wengi wa Yanga walicheza low sana. Kwa mfano kama Andambule, mimi nimeona tu kipindi cha kwanza amecheza, nikamwambia Andambule

Yani kama wasipomchunga atawasumbua. Ni mchezaji hatari, jana alikuwa hatari sana. Yaani kwa mechi ya jana yule jamaa yeah, kama mani za mechi tu kiukweli. Yaani kiukweli, yani jana yule jamaa kama, kama, kama wangesema wale wale jamaa wangemkaba yule vya kutosha, wenda kama wangemkaba yule at least kidogo ingekuwa kama imesaidia lakini wale yani Yanga walikuwa na relax, walikuwa wanajua kama wao mchezo umefanyaje umepokea na nilitegemea wangeadati yani wangeadati wange, wange hata dakika thelathini tu angejua kama wajamaa wacheza mpira aina gani sababu kama wange wangejua mpira unachezwa na jamaa wangeendelea kwa heshima. Yanga hata matokeo ya sare yalikuwa yanatosha sana kwa mechi ya jana, lakini jana ukiangalia goli la na Pacome Zouzoua unaizungumziaje? yeah. Kuhusiana ile goli aliyokuwa ameshinda, ni kweli ni offside au ilikuwa tu pengine ni hujuma? Maana kuna wengine wanasema tumehujumiwa, bwana refa jana mchezo liochezesha ile goli ilikuwa sahihi, wengine wengi habari wanazungumzia hivyo, na wengine wanasema ile ni offside ambayo ipo clear kabisa. Wewe Sultani, kwa watani wako, unazungumziaje? Ah, yani clear offside kabisa, yani offside kabisa kabisa, kwa sababu hajabebwa, hajabebwa hata kidogo, kwa sababu kwanza alihusika na offside, sio sio Pacome aliyohusika vale na offside ni ndio Shadi ya Kiboka na, na aliyohusika vale kwa sababu kama yule aliyopigiwa pasi na Boka angepiga pasi kwa kwa Pakome ilikuwa clear goal kwenye offside. Kwa hiyo Pakome alikuwa hayupo offside, lakini Boka alikuwa tayari offside moja kwa moja kwenye kipindi cha kwanza dakika 45 Yanga naona walikuwa mchezo wameusoma vizuri, kwa mimi muone wangu, lakini baada ya kurudi kipindi cha lala salama dakika 45 za pili, mimi nahisi kwenye ule substitution aliyoifanya kocha kumtoa Mudathiri kumwingiza ikua baada ya Israel mwenda kuumia, tukaona kama pia kuna mabadiliko kwenye beki, mimi nilivyoona kama pale ile hesabu aliyoifanya imeenda tofauti, au kwenda kuagea chachu Silver Stoker, kwa kuona ah, huyu aliyotoka ndo alikuwa kama kwenye kiungo hapa. Mudasi alikuwa anatoka mata sana, hizo tako lingi nyingi alikuwa anazifanya. Huyu aliyomleta sasa hivi naona kama zile chachu hizo kwa anazifanya, Mudasi alikuwa ha hakuzileta kama vile alivyokuwa anacheza. Mimi muonekano wangu, au mawazo yangu na vyoona, wewe unaonaje ile hesabu aliyoifanya eh, kocha Falzu, fa, kocha Falzu katika kumtoa E, mudathiri kumwingiza ikua na huku beki Israel Mwenda kuumia, naona kama vile kuna mabadiliko Max alikuwa kama anashuka kwenye ubeki. Vipi leo unalizungumziaje? Pia kwa nini nilishangaa, kwa sababu nimeshangaa Yanga leo hii mchezaji anamwambia anaumia, afu hakuna mbadala na mbili mwingine. Mm, mimi nilishangaa sana. Unajua, iko kitu watu wengi wakijua, wao bunifu anakuwa ufanye ndani ukiwa kwenye mazoezi, sio kwenye mechi direct. Yani ukifanya kwenye mechi, ni maana kama inakuwa kama surprise. Sasa ikiwa surprise, kuna option hizi mbili kufaidika au kufanyeje, kutofaidika, kwa sababu leo hii unamchukua Max Zingeli unamweka namba mbili gafa tu yani u, kwenye mazoezi mazoezi kumuonyesha kumuonyesha na Max namba, hujawahi afu uwanja mazoezi hujawahi kumuonyesha cheza namba mbili namba kumuonyesha namba mbili tu, tunaona inatokea hatukatai, inatokea lakini wanasema inatoke kocha kuchu, wanasema mchezaji asik asikalili namba kabisa wala eh, ina uh, na eh, shida, lakini sasa inatokeaje kwa sababu kama timu u, u, kama usajili ambao wamefanya mwaka huu Yanga wamefanya hmm, usajili usajili mkubwa, nitegemea kwamba kila nafasi itakuwa ni zaidi ya wachezaji wawili au wachezaji wawili sawa inamaana kwamba kama anatoka mwenda inamaana mwenda hana mbadala wa kusema kwenye cover pale namba mbili kibwana sasa kibwana ana kiwango duni yaani kwangu mpaka sasa hivi enzi za kibwana na mwenda Yaani kibwana alikuwa kwenye very talent ya kutosha kwa mwenda sana yaani kibwana alikuwa kwenye, kwenye ubora kuliko hata mwenda kana mwenda ni mzito alafu mwenda anakofa kitu kimoja kwenye kukaba tu Mwenda kwenye kushambulia sio mzuri. Simenelewa. Lakini Kibwana kwenye kushambulia ni hatari kuliko mwenda. Ah, kibwana. Kibwana ni hatari. Yaani Kibwana ipo vizuri sana kuliko mwenda kabisa. Kabisa, kwa sababu nilishangaa, kwa nini? Yaani mpaka nikasema au labda Kibwana anaumwa labda na changamoto yoyote, lakini nilijua kama Kibwana akiingia Ataenda kuongeza morali kwa sababu kitendo cha kufanya vesi vesa kwenye namba za wachezaji, kuna vitu vingine, yani kama hofu, kwa sababu timu ile ilikuwa tayari ina sare muda huo. Weka 75, weka 70, inahitaji matokeo, inahitaji matokeo, unalifanya vile, maana yake una wachezaji, unaongeza pressure. Ah, sasa chukulia hivi, kama mwalimu ananiweka mimi namba 2 badala ya kucheza namba 7, kwa maana tayari kama pressure walivyokuja kupigwa na ile goli, pressure ikawa tena ni kwambia, kama angekuwa wapo bora zaidi wale jamaa hata goli la pili wangepata ila wana kupata goli, wakawaheshimu. Yanga ina shida moja inatosha. Kwa hiyo Sultani, shida hasa wa, kikubwa mimi bado hapo sijajua, shida hasa ni wachezaji wamechoka au nini trefa au kwa trefa ni kocha mwenyewe ameshindwa kuandaa kikosi chake first 11? Hapana, wachezaji kuna baadhi wamechoka, lakini kuna wachezaji yani, wachezaji wengine wapo kwenye ubora ila wamezidiwa wale jamaa wamecheza mpira mzuri, na ndio maana hata mimi wiki iliyopita nilitoka kusema kwamba unajua, hata Simba alikuwa anacheza na Gaburoni, watu wakasema o oh, Simba mbovusi. Nikawaambia jamani, waheshimuni wapinzani, Gaburoni wamecheza mpira mzuri sana. Sawa, ni shida ya Simba, yes, Simba na Yanga, Simba na Yanga wao wanachokiangalia wao kushinda Wasifungwa, wasitoe sare. Yani wakitoa sare labda Manchester au wa aliali, yeah. wamefungwa na aliari, watalizika wamerodi, wameizika kisa wafungwe na timu zozote chini ya hapo. Mpira haupo hivyo, mpira mchezo una matokeo matatu. Kwanza mimi nilivyowaona tu wale jamaa ya yani Yanga alipaswa waheshimu mapema tu

mbele kule kule kwa hiyo lengo lao wale wapigie mipira mirefu, na hata jana kuna ilikuwa loose ball mingi pale ndani ya kumi na nane ya Yanga, ilikuwa inaelea elea. Kama wangekuwa makini wale mipira mipira mirefu, Yanga ilikuwa wanafungwa mapema sana, ila wenyewe walikuwa wametoka na nini pale kidogo, kama iko na changanyana pale lakini, kama angekuwa wamekaa kwenye njia sahihi, yani Yanga ilikuwa wanafungwa jana mapema tu tumezoea mipira ya faulo, mipira iliyokufa Ziziki, kama faulo tatu nne, lazima mmoja hapo atashinda. Unadhani jana ilikuwa ni sawa tayari wana yanga wanakumbukizwa kuweza kumkumbuka Ziziki? Eh, kabisa kabisa. Kwa sababu kwanza mimi nasema hamna talent kama Ziziki kwenye free kick pale yanga. Yaani, labda kama angemwacha, kama angeendelea kuwepo Chama ndio ilikuwa kidogo, kwa sababu hata kwenye ligi yetu ukiondoa katika timu wachezaji ambao ni mastaa ambao wakubwa kwa free kick ilikuwa Ziziki na Chama kama ndio masta wakubwa yani, kama angekuwa yupo pale cha eh, kama angekuwa Chama yupo pale ningesema okay, Chama talika baba. Lakini kwa hiyo Dumbia, Dumbia mchezaji wa kawaida, alafu Dumbia anapiga faulu sio za hatari, Dumbia anapiga faulu za kuchopa, yani faulu pasi, faulu pasi, maana zote yani kama babeko anaziotea maana yake hazina. Lakini faulu za Ziki inapigwa ukijichanganya kwenye kuigusa na kujifunga mwenyewe. Yes, eh, ni mpira ambao una kasi, yani jamaa ana nguvu ya kupiga Faulo. Huyu hapa Dumbi ana nguvu za kupiga faulo, anachopu mipira ambayo kwa sisi kama vile Chaziaua. Umeelewa? Chaziaua anachopu mm -hmm. e. Ina maana faulo zake Chaziaua kuikuta inaingia goli moja kwa moja changamoto. Eh, kasi lakini sasa faulo zake, waida, e, lakini, sasa, zake kujichanganya zinakuwa pasi. Faulo pasi ikipigwa kwa mtu, na mtu anaweka ndani. Wana kufungwa kwa Yanga jana. Ndio. Taarifa za za taarifa ya umma iliyotoka Kocha Roman Falls, bye bye na kuna kauli uliongeaga Sultani hapa hapa ofisini kwetu, kasema bwana ujaji wa kocha wa bwana Patrick maba... M M Mabedi. Mabedi. Mabedi Mabedi, bwana vitanda, mimi naenda kumuita Patrick vitanda mavitanda, huyu amekuja kukava nafasi ya Romain Folz, lakini bado muda wake na sababisho ya huyu huyu Folz kuondoka haijatafutwa. Tusubiri ikipatikana, uenda itakuwa ni sababu au ni chanzo itakayopatikana, yeye ataondoka na, na tumeshuhudia jana taarifa kwa umma imetoka kocha bwana Roman Falls. Sasa Yanga ameogea mkono wa kwaheri, kawapa kisogo. Unawazungumziaje kuondoka kwa kocha Roman Falls? Kwanza kocha Roman Falls, mimi niliyategemea, niliongea, niliongea kweli, niliongea kwa sababu, nikasema kama kocha msaidizi anakuja maana yake atakuwa ndo mbadala wa kocha mkuu. Maana yake ni nini? ni, ni, maana kama vile jana una nini kwanza ukaamua kuongea hili, niliona kwa sababu kama vile mashabiki wajua, mashabiki timu zetu zinaendeshwa na mashabiki, sio viongozi. Timu za Simba na Yanga zinaendeshwa na mashabiki, sio viongozi. Mashabiki wakiongea wanatutaki atutaki unje, viongozi wenyewe wapo kama yani hawapo kama viongozi, wapo kama mashabiki. Maana shabiki kuongea dakika hiyo hiyo inasikilizwa, maana yake kiongozi pia yupo kama shabiki. Sio okay, kiongozi lakini Sultani. Laiti kama Yanga jana angeshindwa for sure rais angeondoka. Kwa sure angeondoka. Angebaki. Angebaki kwa sababu lakini tayari taarifa wanataka kuondoka toka Mbeya City. Kwa sababu ya sala, matokeo, matokeo ya sala. Maana kama hili, kama tokeo la sala, mtu kaambiwa aondoke. Tokeo la kufungwa ndio kwaje? Sala tu mtu katua sala Mbeya pale, anaambiwa bwana, awe tuache, tuache, tuache. Yeah, hii jana amefungwa. Tena sasa ukitaka kujua mpira viongozi wote wapo kimeshabiki, mechi ya ugenini yaani kwamba viongozi pia wameizalau ile timu. Mechi ya ugenini wanaenda kufunga goli moja ugenini, badala ya kujipanga na mechi ambayo inakuja, wanaenda kuvuruga kabisa mfumo. Mimi nikwambie, hii ina, ina opponent hizi mbili, kujenga au kubomoa. Kitendo cha kumfukuza mwalimu kwa kipindi hichi hapo, wanaweza wakajenga au wanaweza kubomoa. Kujenga timu au ikabomoka timu ndio ikazidi kuendelea, yes, kudidimia. Kwa sababu gani naongea? Kwa sababu leo hii kuna mchezaji mwingine anaweza kapokea kawaida kuna mchezaji mgeni ah, sababu kulikuwa ye? yeah. e yeah, na mchezaji ni kipenzi cha mwalimu hyowe. Kwa mfano kama andambuile leo andabwie ndo kamjenga yule, akamtoa katika ule ukimya, akamtoa akamleta juu kwenye, leo amemwona yule ameondoka, na na hata atakuwa na wasiwasi, ana namba yangu wasiwasi, anakuwa na wasiwasi kipindi gani? Anakuwa na wasiwasi kipindi ambacho yanga anataka afanyeje, wajishikilie Yani yeye eh, atakiwa asiwe na wasiwasi sasa. Yeye anakuwa na wasiwasi kwa sababu kesho kutwa tu hapo mechi ya, ya mahojiano eh, ina maana eh, kwamba yanga atacheza pale mechi kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya hiyo nini, kwa ajili ya mahojiano Charles. Sawa na yanga leo <tabihika> eh, na lazima apate ushindi sasa. Leo ikitokea leo pup wamefungwa tena au umetoa sare tu, sababu wao wanakuja kutafuta matokeo ya sare tu au kushinda

Yaani, kama ikitokea Simba maanake, kuna muda oh, walikuwa nasema mashabiki wa viongozi wa Simba wanapokea timu za timu geni au tim, viongozi wa Yanga wanapokea timu geni. Kwa hiyo ikitokea bwana, viongozi wa Simba wakawapokea ile timu wakakaa nayo yeah. Eh? Yani, wategemee mlima mgumu sana kuupanda Yanga. Yaani mgumu kweli. Kama kwenye. Yanga Simba akiwa mgeni akimpokea aki, aki Silver Strike manake tayari ikampa njia ya, ya, ushindi. Ya, ya kabisa atampa ugumu sana Yanga pale kwa Mkapa. Wewe unataka kuniambia kodi za Yanga za ushindi Simba nazifamu. Kabisa. Hasa kimataifa nishakwambia kimataifa Simba yaani si watu wazuri. Kabisa. Kabisa. Wacheze dalili ya Simba kuvuka ipo yeah. Kama alivyosema mediari Yanga na wengine wanaporomoka. Kama watatumia binadamu, watawaacha <laughs> waje tu wawe kwenye kiza Yanga watapata matokeo. Tumalize na hili Sultani. Ndiyo. Mnyama Simba leo saa kumi anakiwasha na yeye kule Eswatini zidi ya msingizini hot spa. Kuna lipi la kuzungumza juu ya timu yako ya Simba Sports Club? Na kwanza nawaombea na, na, dua nawaombea dua vijana wangu wawe katika hali ambayo ya morali ya kutosha kabisa yaani leo kila jambo liwe jambo n yani, linyooke. Shinda au na kitakuja kilio kama cha wenzao Jangwani? Ah, upande kwenye makaratasi yani direct kabisa yani Simba ile uhakika ni kwenye, kwenye makaratasi yani, yani, yani, hiyo yeah. imeisha upande wa CV yangu mimi ni kubwa sana yani. so n yani, mimi nakwambia kwenye upande yeah. wa CV yani. mimi wasiongei yani kwa sababu timu kubwa kabisa timu kubwa kweli kweli kwenye, kwenye, ina kila kitu hapo. Yeah. es ya, yani, kama unavyosikia KMC na Simba tu Yaani wale pine, kwa wale pale kama KMC tena KMC wakubwa. Aliyemtoa wenyewe sikamtoa Simba bora wapi huko tena kumtoa kwenyewe kwa aggregate ya aggregate ya vipi? Gaborone kule kwako moja. Moja huko nimefanyaje? Sare. Si moja bila, wametoka away away, walitoa moja moja kwao, walitoka sare eh walitoka sare kwao, walitoka sare ya wal, wal, wal, wal, wal, wal, ugenini ya moja moja sawa, wakaja kutoa sare ya bila bila bila kwao. Ina maana kwamba walienda kwa aggregate ya, ya magoli ya, ya ugenini usipendelewa. Kwa hiyo pale matokeo ya moja moja ndio yamewapeleka wale, ya ugenini bila bila kwao sati kule wakaenda kushinda moja, wakatoka moja moja eh s sale kwa hapa, mimi nimepita mimi, mimi kiukubwa kabisa sikuwa na hofu yani. <laughs> safi kabisa eh bwana <laughs> nipo na Mr. Sultani, tulikuwa tunazungumzia habari za kimichezo leo. Hatuna mengi, huyu bwana ni mnyama simba, namsubiri saa kumi nimletee kitonge chake, tuangalie nini kinachojili. Hatuna la ziada, hii ni Chapesa Media. Tunaomba wale ambao hamja subscribe huu ni wakati sahihi kwenu, nini mweze ku subscribe mpate notification za kimichezo zinazopatikana ndani ya Chapesa Media. Hatuna la ziada, asanteni sana.